Ndege ya shirika la United Airlines kutoka Los Angeles hadi Shanghai ilielekezwa San Francisco Jumamosi, Machi 22, 2025 baada ya mmoja wa marubani kushindwa kuleta pasipoti yake kwa safari ya kimataifa. Ndege aina ya Boeing 777-300ER flight UA198 ilitua Los Angeles ambapo abiria walipokea vocha ya chakula za dola 15 walipokuwa wakisubiri wafanyikazi wengine. United Airlines iliwaarifu wasafiri walioathiriwa kupitia ujumbe Walioathirika kupitia ujumbe: UA198 kutoka San Francisco hadi Shanghai, safari yako ya ndege ilielekezwa San Francisco kwa sababu ya tatizo lisilotarajiwa linalohusiana na wafanyakazi linalohitaji wafanyakazi wapya. Mara tu watakapowasili, tutakurejesha njiani kuelekea Shanghai haraka iwezekanavyo. Tunaomba radhi kwa usumbufu huu na tunashukuru kwa subira yako. Tukio hili linaashiria tukio la pili la suala linalohusiana na passport kwenye njia sawa ndani ya wiki. Katika kesi ya awali, tatizo liligunduliwa kabla ya kuondoka na kusababisha kuchelewa kwa saa nyingi wakati majaribio mbadala yalipangwa. Itifaki za ndege za kimataifa zinahitaji mawakala wa lango kudhibitisha pasipoti za abiria pamoja na pasi za kuabiri kabla ya kuruhusu ndege kuingia. Mchakato huu wa udhibitishaji, hata hivyo, unaonekana kutumika kwa njia isiyo sawa wahudumu wa ndege Athari za kifedha za kugeuza Boeing 777 300er ni kubwa zaidi ya usumbufu wa abiria. Shirika la ndege linakabiliwa na ongezeko la gharama za wafanyakazi na gharama za ziada za mafuta. Huenda ndege hiyo ilihitaji kumwaga mafuta kabla ya kutua Los Angeles. Usumbufu huo pia uliathiri ratiba ya ndege ya kurudi.